Miaka ishirini na mitano ya neema, imani na matendo. Parokia ya Mavurunza imepitia safari ndefu ya ukuaji wa kiroho na kijamii, kutoka kuwa kigango kidogo hadi kuwa parokia yenye historia, utume na matumaini mapya. Jubilei tunasema ni mwaka mtakatifu. Tunapotamka jubilei, ni mwaka mtakatifu. Kwa hiyo mwaka mtakatifu ukiashiria kwamba ni e, mwaka wa msamaha wa dhambi. Ni mwaka e, wa msamaha wa adhabu ya dhambi. Tunasema ni mwaka e, wa ukombozi, jubilei e. Kwa hiyo ni kama mbiu, ni kama baragumu, ni kama tarumbeta inapigwa. Na hivi unapokuwa na miaka ishirini na tano, basi tumeanza kwa kuzindua hili maraki, tangazo, tangazo lakini ukienda kwa ndani zaidi tunapomsoma Isaya ile sura ya sitini na moja e, ya kwanza hadi ya pili pale tunapata maana kwamba jubilei ni tangazo la mwaka wa Bwana uliokubaliwa ambao Luka anasema sura ile ya nne aya ya kumi na tisa ni mwaka wa kutangaza mateka kuwa huru, wafungwa walio mateka kwei, ni mwaka wa uhuru na kwetu sisi sasa kiroho, maana yake nini hasa? Tunarudi sasa kwenye dhamiri zetu, kila mmoja anatazama hiyo miaka ishirini na tano ya imani, tunatazama kama miaka hamsini ya imani. Sasa kunakuwa na programu za jumla, ili ziwawezeshe waamini na kila mmoja mwaka huo aweze kuzama katika matukio mbalimbali, ili kupokea huo msamaha wa nini, eh, wa dhambi Enda na utakuta na toba. Kunakuwa na sala maalumu ya ya, ya, ya kunakuwa na kauli mbiu kuhamasisha watu kubatizwa, kuhamasisha kutubu, wengine kufanya malipizi, wakapokea sakramenti. Shughuli hizo zifanyika mwaka huu ni nyingi sana, kwenda hija, na tunapoenda hija pale huwa tunafunguliwa mlango. Kila jubilei ina nembo fulani na, na kiashiria fulani cha kufunguliwa mlango kumwagia maji ya baraka yeah. Kwa maana kwamba tulipobatizwa sisi tulikuwa Wakristo, tulikuwa safi, dhambi manake zimetupoteza kwa hiyo tunaingia tena kwenye mlango, kama Yesu mwenyewe anavyosema Yohani ile kumi saba mimi ndio mchungaji mwema, nami ndio mlango. Kwa hiyo ina kiashiria hicho hicho, kwa hiyo ndio maana halisi ya jubilei. Kwa hiyo mwaka wa shughuli nyingi, lakini za kumsaidia Mkristo aweze Kutubu dhambi zake, aweze kuanza imani yake upya. Katika safari hii, viongozi, waamini na mashirika mbalimbali mbali, wameweka alama zisizofutika katika historia ya Kanisa letu. Safari ya Mavurunza haikuanza kwa urahisi, ilikuwa ni matunda ya juhudi, sala na kujitoa kwa wachache waliokuwa na maono Watu wa Mavurunza walikuwa wachache lakini walikuwa na moyo sana, ingawa kiuchumi ni wachache sana ambao walikuwa na uchumi mzuri, lakini ule moyo wa watu wenyewe, yani kuitaka kuipenda parokia yao, kwa kweli ulikuwa mkubwa mno. Familia hazikuwa nyingi, zilikuwepo chache. Sikumbuki jumuiya zilikuwa ngapi, lakini zilikuwa sio 11 sio ngapi, lakini familia zilikuwa chache na hasa zinazozunguka hapa parokiani lakini tukio kubwa ambalo mimi kwangu lilinigusa, na hasa ule u... uchangamfu wa watu na tuseme, ile imani ya watu na ile nguvu ya watu, na hasa nilipofanya misa ile mara ya kwanza, nimekuja na hofu. Niliposema tu Bwana we nanyi, halafu niliona kanisa zima limeitikia kwa hamu na kwa moyo na kusikiliza kwangu, ile tukio lilinionyesha kwamba hawa watu kwa kweli wana hamu na wanapenda imani. Miaka iliyopita imani ilikuwa, kanisa likajengwa, jumuiya zikaanzishwa na huduma zikapanuka. Na tukio gani ambalo nalikumbuka kama alama ya mshikamano au mshangao mkubwa ambao uliona katika kipindi hicho cha ufunguzi wa barabara? Kwanza ni moyo wa sala. Waumini walionyesha moyo wa sala, hawakuteteleka walionyesha moyo wa sala na ulinipa nguvu sana, na mapadri wenzangu kukabiliana na hali hiyo. Pili, mshikamano uliokuwa nao, tulikuwa na mshikamano wa pekee, na hasa kutengeneza uzio wa haraka kuweza kufanya mazingira ya kusali yaendelee kuwa salama, mali za kanisa, waumini wenyewe kwa hiyo kutengeneza ule uzio, walijitokeza waumini kwa namna ya pekee sana. Kwa hiyo mshikamano huu wa kujitokeza wao wenyewe, majitoleo yao, sadaka zao, kwa kweli mimi ulinistajabisha sana na kuonyesha kwamba ni waamini ambao wamekomaa kiimani na katika kulitegemeza kanisa lao. Huo ndio moyo wa Mavurunza, moyo wa uvumilivu na matumaini. Parokia imekuwa sana na imekuwa kwa sababu watu walipokea e, utume wetu kwa imani na upendo mkubwa. Niseme e, parokia Mavurunza, sivyo? Na na imekuwa e, imekuwa sana na imekuwa ni kwa sababu ya watu, na mimi naamini e, hii parokia ina watu wenye na, na, imani kubwa na upendo mkubwa, na hii imechangia sana e, kuimarisha e, utume wetu katika hii parokia, na ninaamini kutoka nafsi yangu kwamba e, watu waumini wa eneo eh, hili hapa wamekuwa kiimani, wamekuwa hmm? Kiimani na tukiangalia eh, hata katika jumuiya, tunaamini kwamba shirika eh, limefanikiwa katika kutimiza hilo lengo la msingi ambalo kuinjilisha. Lakini pili, vile vile shirika tunaona tumekuwa, lime, tumepata manufaa makubwa kutokana na hii parokia kwa sababu na sisi tumefahamika pia, na kufahamika katika parokia tunapata miito pia kutoka sehemu nyingine kutoka na parokia. Tukumbuke kwamba parokia ya Mavurunza iko Dar es Salaam hapa ni mjini na watu wanatoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo, wanasaidia sana vile vile kufanya shirika lijulikane hata na kupata miito sehemu nyingine. Eh? Na ndio sababu kama unavyoona kwamba eh, kidali tumekuwa kweli pengine imechangiwa sana na na, na na tuseme na na na, na, na, na parokia ambayo ina utajiri mkuu wa watu mbalimbali. Miaka 20, 25 baadaye parokia ya Mavurunza inaangalia nyuma kwa shukurani na mbele kwa matumaini. Metazama Mavurunza kwa miaka ishirini na tano ijayo kama ni parokia ambayo itakuwa imefikia ukomavu sana wa kiimani, lakini pia hata maendeleo ya kiroho na kimwili kama kweli itadumu e, katika misingi ya wale waanzilishi na hii inayoendelea kwa maana kwamba kuendelea na uinjilishaji wa kina halafu kuendelea kusogeza huduma kwa waamini wanao karibu, lakini pia kudumisha upendo, amani na ushirikiano. tukiendelea hivi mm -hmm. Tunatazama Mavurunza kama parokia ambayo itafikia kilele cha juu sana katika mambo ya kiimani, na nadhani inaweza kuwa na matunda bora sana hata kwa jamii inayotuzunguka. Parokia hii imekuwa ni parokia 41 kuanzishwa kati ya parokia 173 za jimbo kuu la Dar es Salaam. Parokia imechangia kiasi kikubwa sana maendeleo ya jimbo hili kwenye michango ya tegemeza jimbo na michango mingine ambayo tunaagizwa na baba askofu. Kubwa zaidi imezalisha parokia nyingine sita. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, parokia yetu imefanikiwa kijimbo, kwa kama kioo kwa sababu waliokuwa paroko yetu wakati huo Baba Stefan Lameki Msomba aliteuliwa kuwa askofu wa msaidizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam, ambaye sasa hivi ni askofu wa jimbo jipya la Bagamoyo. Hiyo tunaona sisi kama ni mafanikio au tumema kioo cha jamii au kioo cha jimbo kwa ana Mavurunza. Katika kipindi cha miaka 25 baba askofu msaidizi alituzindulia msalaba, msalaba wa jubilei msalaba ambao liweza kutembeza kwenye kila jumuiya zetu, jumuiya hamsini na moja za parokia. Mababa waliweza kutembea katika jumuiya zote, na kila jumuiya waliweza kutembea katika familia zote, kuweza kuongea faragha na wanafamilia kujua changamoto zao, ambazo zimesaidia sana kutatua katika kipindi hiki. Changamoto nyingi ambazo zilikuwepo zimeweza kutatuliwa kipindi hiki, kipindi cha jumuiya hiki, pia tumeweza kufanya hija kule bagamoyo kituo chetu uh, sehemu lango la imani tumefanya hija mara mbili tumeenda hija mwezi mei takriban wanaparokia karibu mia tano na thelathini walienda kwenye hija mwezi mei lakini tumeenda hija ya pili mwezi oktoba tumeenda na wanaparokia waliokaribia mia sita na sitini hiyo ni fanikio kubwa sana na pia kubwa zaidi tarehe tano mwezi wa kumi weza kuzindua vazi rasmi la jumuiya, vazi ambao naliona kama niliyopiga hapa mwenyekiti, hili ndio vazi la jubilei raj ya Mavurunza. warumini Bagamoyo asilimia themanini na tano waenda Bagamoyo, wote walivaa vazi hili kwenye hija ya pili, tulipendeza sana. Kubwa zaidi, fanikio kubwa zaidi na ambayo tunajivunia nalo ni la ujenzi wa kanisa jipya. Kumekuwa na msukumo mkubwa sana na hamu ya waumini na kwa maelekezo baba Askofu Msaidizi wakati anazindua mwaka wa jubilei, kwamba ifikapo siku ya kilele Januari 2026 walau tukasali kwenye kanisa letu jipya. Naamini kwa maombezi ya mama Bikira Maria na Mungu anavyotuwezesha tutafanikiwa, sio kama moja kwa moja, lakini walau kuweza kusali misa ya kilele kwenye kanisa letu jipya. Kwetu sisi kwa mwaka huu ni fanikio kubwa na kujivunia kama Mavurunza. Katika kipindi cha mwaka mzima huu tumekuwa na mambo mengi ambayo yanafanyika na yote yanalenga katika kutuimarisha kiimani. E, tukumbushane e, kauli mbiu yetu ya jubilei ni jubilei miaka ishirini na tano ya Parokia, Imani Katoliki katika Matendo. Sawa, hii kauli mbiu tuiishi kipindi hiki cha jubilei na hata baada ya jubilei tuiishi, matendo yetu ya yaendane na imani ambalo mama kanisa anatufundisha. Kwa neno langu kwenu waumini wa, wa parokia Mavurunza, e, yale ambayo tumejifunza na tumekumbushwa na mama kanisa katika kipindi hiki cha mwaka mzima cha maadhimisho ya jubilei tuende nayo hata baada ya jubilei yatuongoze katika maisha yetu ya Kikristo, tuiweke imani yetu sasa katika matendo. E, tusibaki e, E, matendo ndio yatuonyeshe Ukristo wetu. Kama ungeulizwa kuelezea parokia Mavurunza kwa sentensi moja tu au maneno mawili matatu, ungefananisha na nini? e, miaka kadhaa iliyopita tulikuwa tunaadhimisha, nadhani ilikuwa ni mwaka wa imani, tulikumbushwa kutembea kisinodi. Kwa hiyo ukiniambia kwa maneno machache, niwezee parokia Mavurunza. Hili ni kanisa la kisinodi ushirika ushiriki, na umisionari, na umisionari. Pezi mtazamaji, kanisa la kisinodi ushirika ushiriki, na umisionari ni kweli. Kwanzia historia ambayo ameeleza mwenyekiti, historia tokea mwaka sabini na tano naanza kuwa kijango, tumeona watu tumeona watu walikuwa wakiendelea wa, wa, wakitembea pamoja. Tumeona kijango kilianzia kwenye banda la kuku, mtu akajitolea eneo, imeendelea kuwa hivyo hivyo mpaka saizi. Hakika mwenyekiti, kweli na mimi naungana na wewe kwamba kanisa hili la parokia ya Mavurunza ni kanisa la kisinodi. Huu ni ushuhuda wa nguvu ya Mungu katika maisha ya watu wake. Makundi ya kitume yamekuwa uti wa mgongo wa huduma ya parokia ya Mavurunza. Niseme, tutashiriki kuweka alama ya jubilei ya miaka 25 katika ujenzi wa kanisa jipya. Matarajio yetu kama wanaume ni ku -raise funds kwa ajili ya kuweka alama katika kanisa jipya wakati wa ufunguzi. Kwa hiyo tunayo mambo mengi ambayo tumeshiriki katika jubilei hii, kama nilivyosema, matembezi ambayo yalifanyika kuonyesha eh, kwamba tuko kwenye jubilei, lakini pamoja na hija, lakini tunafanya maandalizi rasmi kwa ajili ya kuweka alama kwa ajili ya jubilei ya miaka 25 ya parokia yetu. Wanaume wote tuwe karibu na familia zetu na tujenge familia zenye kumjua mwenyezi Mungu, tutengeneze kanisa la nyumbani, tuwe tunasali na vijana wetu, tuwaimarishe kwenda jumuiya, tuwaimarishe kushiriki shughuli mbalimbali za viwawa na wakinamama wawata wa, na kwa sisi wanaume tuendelee kushiriki vizuri katika shughuli mbalimbali za wanaume Katoliki, lakini kubwa ni kuendelea kuwa karibu na familia zetu na kuzitunza na kuendelea kukuza imani katika familia zetu. Lakini pia tuendelee kushiriki vyema katika shughuli mbalimbali za kanisa, tusilegelege, tusirudi nyuma tuwe waaminifu mbele ya Mungu, tuwe waaminifu mbele ya kanisa, tuwe waaminifu mbele ya familia zetu. Kwa kufanya hivyo, tutajenga familia zilizo imara na tutaendelea kuwa nguzo katika familia zetu na tutaendelea kuwa nguzo imara ya kanisa. Wakina mama nasema ni jeshi kubwa. Jeshi kubwa kwa maana ya wingi wao jeshi kubwa kwa maana ya, ku, ya, ya ushiriki wao kwa vitendo. Jeshi kubwa kwa maana ya kama walezi, ni walezi katika familia yetu, na ni hao wakishindwa, manake familia zinalala. Wakishinda fe, parokia ikish, yani wakitetereka tu, wakaacha kushiriki katika parokia imetetereka na hiyo tunaiona mimi na mfano uh, tulikuwa na alama hapa juzi ikuwa na azamu tukasema, basi kila mama atoe alama katika ujenzi wa kanisa, tulitoa hela nzuri sana. Kwa hiyo kwa wingi wetu ni watu wa muhimu sana katika kanisa, wakina mama husirudi nyuma hata waamini wengine wanaonisikiliza, tusirudi nyuma. Nafasi yetu ni ya muhimu sana, bila kuwepo sisi hata kanisa halipo, hata tungepata mapadri wangapi, lakini waamini ni watu wa muhimu sana. Kwa hiyo wasijiangalie kwamba wao hawana mchango au awa, eh, hawafai. Hawa wana kitu cha kufanya, sisi tunategemewa sana katika kanisa, na ili kanisa liweze kuendelea na pia tunashukuru kwamba katika kamati ya maandalizi ya jubilei kuna wakina mama hawakuachwa nyuma, na wao mchango wao upo unatambulika, wa mawazo, wa matendo, tunaenda sambamba na haya. Anaweza kusema kwamba hii ni neema ya pekee sana, kwa sababu ya ule uhusiano uliopo kati ya sisi na walei wawata, na walei ni wa ushirikiano. Upande wa vijana, mchango wa vijana katika ujenzi wa imani katika parokia umekuwa ni wa wastani, ni mzuri kwa wastani, kwa maana ya kutokana na viwawa. Tunamshukuru Mungu tumeweza kupata vijana waliotokana na viwawa wakaenda waka, waka seminari baadhi yao wakaenda seminari. Tumetoa tumetoa fadha mmoja, fadha Daniel Maenja ametokea viwawa, ameenda seminari mpaka akapata daraja la upadri lakini vilevile tuna shemasi Kennedy Ntengo, yeye ni shemasi, ametokea viwawa na alikuwa ni kiwawa, na mpaka hivi sasa ninavyoongea basi ni shemasi, ni chimbuko la viwawa. Lakini tuna flateli anaitwa flateli James Ndomba, yeye naye ametokea viwawa, yupo masomoni, yupo Nigeria, naye ni chimbuko la viwawa. Lakini pamoja na, na hao watu, wa, wa, wa, wa, wapakwa mafuta, vile vile tunao makatekista waliotokana na, na waliotokana na viwawa nao ni wachache, kama Katekista James e, ametokana na viwawa, alikuwa kiwawa, Katekista Maria, Katekista Peter Ndomba na Katekista Irene. Hawa wote ni mazao ya viwawa. Kwa hiyo tunavyosema imani, viwawa tumechangiaje katika ujenzi wa imani? Ni pamoja na kutokana na viwawa tumeweza ku kutoa wa, wa, watumishi walioenda shambani mwa Bwana na ku, wanaendelea kufanya kazi mpaka hivi sasa. Sisi kama vijana tuna, tuna jukumu la kuilinda imani yetu. Tukumbuke tukiwa tukiwa tumepata kipaimara, tuli tuliapa mbele ya Baba askofu na mbele ya Mungu kwamba sisi vijana ni askari hodari wa Yesu. Kwa hiyo kama ni askari hodari wa Yesu, askari ana jukumu la kulinda utawala sisi tuna jukumu la kuulinda utawala wa Yesu kwa njia mbalimbali. Kwa kama maaskari hodari wa Yesu, basi tuwe na tuwe na wivu wa wale wote wanaotaka kuichezea imani yetu Katoliki. Sisi kama maaskari, kuhakikisha imani yetu tunailinda, tunaitetea wakati wote dhidi ya wote wanaotaka kuifanya itetereke. Watoto wanapaswa kutambua wajibu wake kwa kanisa, pamoja na kushiriki misa takatifu kila Dominika na kwa kufuata amri ya Mungu na kanisa kushiriki hija zilizopangwa na kanisa wakati huu wa jubilei ili kuweza kujifunza mambo mbalimbali mbali ya kihistoria ya kanisa na parokia kwa ujumla. Hii inawafanya wajisikia kuwa sehemu ya kanisa hai. Nilikuwa naomba wazazi waweze kuruhusu watoto kuja katika michanganyiko ya shughuli mbalimbali za kanisa Labda ikitokea kongamano, ikitokea tamasha au aina yoyote shughuli yoyote ya kanisani, usafi, naomba mujitahidi kuwaruhusu watoto, kwa sababu watoto hawa ambao utawaruhusu leo watakuwa taifa la kesho, watakuja kuwa mapadri, maaskofu. Kwa hiyo pale tunapo unapo waruhusu, wanaanza kujifunza wadogo, kuanzia wadogo mpaka watakapokuwa wakubwa. Kiangalala mtoto wangu uh, Vanessa mwenyekiti wa Utoto Mtakatifu. Miaka <laughs> 25 ijayo. Mm -hmm. Atakuwa wazi. <laughs> Lakini dira inanipa mimi imani kwa sababu tumwalea katika misingi iliyo bora. Na ndio maana mm -hmm. Rai kwa wazazi na walezi tuendelee kupanda hiyo mbele. Maana itakuja kutunenea mema hapo miaka 25. Wakati mwingine sisi hatuna nguvu au hatuna. Lakini kanisa litaendelea kusimama. Maana hawa watoto ndio kanisa lijayo. Mimi kwa kweli napenda nichukue fursa hii adhimu kabisa, waomba watu wote wa Katoliki wote Tanzania, na ulimwengu wote, ulimwengu wote wahakikishe wanamshika mkono mtoto mtoto Mkatoliki, ili imani yetu iendelee kupandwa na ikasimame imara. Ni kazi kwetu, tupande mbegu na tuzipalilie kuhakikisha kwamba zinazalia matunda yaliyo bora. pia tupate Mkatoliki wenye imani thabiti, wenye hofu ya Mungu, lakini ambaye anatangaza Injili ya Yesu. Kila kundi lina nafasi yake, kila sauti inaimba wimbo mmoja, wimbo wa Jubilei. Miaka 25 imepita, tumepanda mbegu ya imani na sasa tunaona matundo yake imani imekuwa miaka ya nyuma waamini walikuwa chache jumuiya zilikuwa chache hata vanavakutumia zilikuwa sivi lakini sasa hivi imani imekuwa hata vijana mejitokeza na na vijana mejitokeza wanasari wana, wana, wana na sala zimekuwa mm, ni sehemu ya maisha yao. Kilele hichi cha jubilei, kama nilivyosema, ni baraka ya Mungu kweli, si kwa mastahili yetu, ni Mungu ambaye alifikisha kwenye kila kilele cha jubilei. Kwa hiyo ni baraka ya Mungu ambaye anaiweka katikati yetu, kwa hiyo ni furaha ya kila moja, kwa hiyo ni furaha yangu. Hata kwa kizazi kijacho, watunze tu hivi ya kutunza imani kwa watu wa mapendo na kama nilivyosema, kwa kuwa jubilei kama vile alivyoshangiliwa hiyo Dudi, tunaposhangilia tunashangilia matendo mengi sana yenye baraka, tutakapoyapoteza au tunapoteza baraka ambayo baadaye inaleta masikitiko. Kwa hiyo leo hii tunaposherekea jubilei ni kama vile sasa tunasherekea ushindi wa Mungu kati yetu, baraka ya Mungu kati upende wake kati yake na ndio akuambiwa kwa kwamba wewe ni utukufu wa Yerusalem ka mbinguni kakuanyi furaha wewe ni furaha ya Israeli k watu wanakuwa na furaha kila mali wanafuraha kumi miaka ishiina tano tumetoka mbali, hiyo ni furaha kwa, kwa, kwa hiyo ni utukufu, lakini pia ni heshima hiyo, kwa, kwa kizazi kijacho, e, wajitahidi kuendeleza hiyo furaha wajitahidi kuendeleza hiyo hiyo heshima ili pengine wanaweza kushuhudia miaka 50 ijayo miaka 75 ijayo miaka 100 ijayo, kwa baraka itakuwa inaendelea. Na hiyo ndio itakuwa furaha kutoka kizazi hadi kizazi. Mavurunza imesimama kama alama ya imani hai. Hii ndiyo jubilei ya miaka ishirini na mitano, imani Katoliki katika matendo.